na kuwazungumzisha wale ambao nyoyo zao zimetulizana. Historia huwa zinawasemesha wao, na kwa utulivu wa nyoyo zao wao hujifunza kwa matukio mbalimbali mbali katika historia. Lianna tarikha yantiqu bilhaq, kwa kuwa mara nyingi historia husema kweli

Historia siyo hekaya tu kwamba zinazungumzwa ili watu wazisikie. Wala historia haitaji tu majina ili watu wayahifadhi. Bali historia ya yale yaliyopita ambazo zimenukuliwa kwetu sisi. Historia ni kama kioo huwa inaakisi mwelekeo wa taifa kadhalika na jamii na mwenendo wa mtu husika ambaye ataitazama tarehe na historia kwa umakini. Historia ni muhimili kwa kila ambaye anahitaji mustakbali bora, kwa kuwa hakuna jipya litakalodhihiri katika maisha yetu, yote ni marudio. Ikiwa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili tufanikiwe lazima turudi katika historia ya wema waliotangulia annabiyu sallallahu alayhi wasallam, kadhalika masahaba zake ambao walishafanikiwa. Turudi katika historia yao tuiandame, ili tufanikiwe kama wao, kadhalika katika dunia. Hivyo hivyo watu walitawala, walitawaliwa, waliuza na kununua, walifanya haya na yale. Ili tufanikiwe katika hayo, lazima tuisemeshe historia, tuisikilize kwa umakini, kisha baada ya hapo tutapata mwelekeo mzuri katika maisha yetu.